Kwenye hii ishu ya nyoka, wewe unavyofikiria, alikuwa na mabawa au alikuwa anatembea kama kawaida hivi? Ni kweli alikuwa ni nyoka aliyemdanganya mwanadamu, nyoka au ni Shetani? Sasa kwa nini nyoka? Nyoka alikosea. Ni like, kama ungekuwa unamwelekeza mtoto mdogo ungemwambia hivi. Oh, anyway kama shetani alimtumia nyoka, mwenye kosa ni nani? uh -huh. Sasa kosa lake Does it mean ni nini? Kwamba nyoka alikuwa anaweza kuongea yani? Yal, alikuwa ni kiumbe wa namna gani? hivyo unajua, Mungu alijua kabisa, akataa kuona je huyu nyoka akimshawishi, akimshawishi, je, atakubali? Kwani Shetani ni nani? Okay, alikuwa na uwezo wa kuongea Shetani, anaongea alikuja kuwa mengani, jamani, ndio maana hata Yesu akuwa na wanafunzi wake. <coughs> <coughs> <coughs> kwani aliyemdanganya mwanadamu ni nyoka au ni Shetani? Swala la msingi linakuja sasa, kama ni shetani kupitia nyoka, yani kwa nini unakuta anayelaaniwa ni nyoka? Sasa kwa nini nyoka, nyoka alikosea? laani nyoka, akalaani ardhi, akamlaani na mwanadamu, akamlaani mwanamke na mwanaume mwana. Yani chase away from garden yeah, kila mtu nautawakawa

ndo hivyo Shetani alivyompa nyoka k, mimi nitakubaliana nita na wewe hapa. Lakini kama Shetani alimtumia nyoka, mwenye kosa ni nani? Ni mnyama aliyekubali kutumika ndio Shetani? Shetani naye ana na makosa makosando maana alikwaga kwa sababu najua unajua I am thinking. Nani nyoka ali, alipewa adhabu? Akaambiwa utatembea kwa tumbo, utakula udongo and so. And so. Sasa najiuliza yani kwani ya ni nyoka ndo alilaaniwa direct na wakati kosa sio la kwake. Eh hey, kosa lake lilikuwa? Anyway, basi tuseme kosa sio la la nyoka. Kwani mwanadamu kosa lake si naye alidanganywa? Lakini si amelaaniwa? Lakini nyoka haja act. Haja act vipi yake ndo alitumika? Sasa kosa lake ni nini? kama Kuchu mfano, yani, you have to pay the price kutumika, ama unavyosema, ukitumika sehemu kubali kulipa gharama yake. Yeah, yani you have to pay the price kutumika okay. gharama yakepa gharama ya kutumika na shetani kumdanganya mwanadamu. Yes i, I actually I don't know if it's even ni kweli ilikuwa nyok. ni nyoka, nilitaka usikie neno ambalo wamelitumia kwenye English bible like serpent? Serpent. Oh. Serpent snake Yeah, what kind of a snake? I don't know it's like a uh, the name of snakes. Unajua huyo huyo mudu ametajwa tena kwenye kitabu cha Ufunuo, kwa sababu kwenye biblia ya Kiswahili imeandikwa nyoka, kwenye biblia ya Kiingereza imeandikwa serpent tena tena tena. Kwenye okay, ukiongelea pale kwenye mstari wa kwanza anasema was subtle, maana yake alikuwa ni intelligent, right? au yeah, brave, alikuwa brave huyo mtu ambaye tunaambia alikuwa ni hajatajwa direct kama snake ametumia neno serpent, alafu sijaribu kunielewa jaribu kunielewa my concern. Uh, okay jaribu yeah, kunielewa kwamba ametajwa kwamba alikuwa ni serpent alafu alikuwa ni sub na waza, yaani alikuwa ni kiumbe wa namna gani? Alikuwa ni kiumbe ambaye hivi, unajua Mungu alijua kabisa lazima watu wawe wawe wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, well, deceived even Adam, ila alijaribu waacha aone, je, kiumbe ndicho kiumba na nikakipa nikakipa wisdom nikakipa mind to think, mind to know what is good, what is right, what is wrong. Akataka kuona je, huyu nyoka akimshawishi, je, atakubali. Lakini alijua kabisa nyoka amemuumba. Na aarudia swali lako sasa. <laughs> So tuna uhakika kwamba nyoka alikuwa ni mwerevu. Unataka kusema ni kwa sababu gani? Unajua, unaweza pia ukaenda kwenye Agano Jipya, kile kitabu cha mwisho kabisa. Kumbuka hapa tunaogelea kitabu cha Mwanzo. Kwenye kitabu cha mwisho kabisa, ukisoma kitabu cha Ufunuo kumi na mbili tisa, huyu kiumbe ametajwa tena ya tena ametajwa, sio tu ametajwa ikaachwa, ametajwa na wakarejea waka, waka kwenye kitabu cha mwanzo, japokuwa kusema kwamba ni kwenye mm, kitabu cha mwanzo, lakini imetajwa kwamba huyu ndiye, ehe, huyu ndiye aliyewadanganya, oh, alidanganya wanadamu, um, kama tunavyosema kwamba yeah, na yeah, Shetani alipotolewa mbinguni. Unajua, sababu za shetani kutolewa mbinguni alikuwa anajiinua, anataka kujiinua sana na Mungu, so Mungu akamwondoa. Sasa kuondolewa na kunyang'anywa mamlaka, yaani alibaki na that power of an angel, lakini alitolewa tu kwenye nafasi za malaika. so he knows the, some of the plans of God. Anajua vitu vingi kumhusu Mungu, kama tunavyojua messengers of God, so anajua kuhusu Mungu zake na kila like, kitu japo sio vyote, ila wanajua kuliko wanadamu vyotla kwa, kwa nyoka ilikuwa ni rahisi, kwa sababu alikuwa anajua plan za Mungu, maana ndo maana alimwanzishia na swali. Tukirudi nyuma kidogo, tukianzia tu hapa, kuna kwamba huyu mtu kuna alikuwa anazijua Hmm. Wao walikuwa wanajua tu hilo agizo kwamba Mungu amesema msile. Yeah. Lakini Shetani yali... Shetani ambaye kwa alikuwa alikuwa liko smart yeah. Do you think alikuwa na uwezo kuongea? I'm not sure. Ile inaonekana kuna namna alikuwa ana communicate. Sasa je, unajua ni au viike Biblia inaonyesha wa kwamba walikuwa na walikuwa wanaongea, wana mazungumzo, lakini Biblia ikusema kwamba shetani alikuwa anaweza kuongea. tuna ashuisasa aa kawad yangu mi ni kwamba alikuwa anaweza kuongea hivi hivi, like kama tunavyoongea spirit ya kishetani duniani na tunaweza tukazisense na hisi walikuwa sio ile ya kuna namna walikuwa ni kama biblia ilitumia tu ya kuija ishara kwamba Mungu amesema hivi lakini ninavyokuelewa ni kwamba ni lugha ya kiimani lakini sio kwamba walikuwa wanaongea yeah. hivi natamani nisikie mtazamo wako ukisikiza pale wakati ile analaaniwa anafukuzwa yani ile anaambiwa kwamba kwa tumbo utaenda sasa Does it before, nyoka alikuwa ana miguu au alikuwa na mabawa au ilikuwa what, what do you think happened, what what's your opinion, unaonaje? Kwa kweli kwa sababu ukisoma Biblia haitumi picha ya snake, mwanzoni alikuwaje? Yeah, I save yeah, lakini tunaambiwa kwamba akati analaaniwa anaambiwa sasa makile ni kuanzia wakati ule pale, kuanzia leo utaenda kwa tumbo, right? yeah. so something uh -huh. ina maana kabla ya hapo kulikuwa na kitu tofauti. i don't know, sitaji kusema hivyo hivo <laughs> alikuwa anaweza kuruka au <laughs> anaweza <nipana> kutembea <laughs> kutembeaika na mabawa ikajua ka kweli, ila kwa mfano, ningeambia ni lazima ile swali nilijibu ningeza, yeah. nikasema nkasema ba shetani alikuwa na mabawa hapo an yeah. Okay. umemtenganisha <laughs> shetani na nyoka. <laughs> <laughs> nataka wani, opinion kwenye ishu ya, ya, ya, ya serpent au kwenye Biblia za Kiswahili inasema nyoka, je, uh-huh. yeah. Uwe unavyofikiri alikuwa na mabawa au alikuwa anatembea kama kawaida, au, na mufikiri, alikuwa na mabawa, alikuwa na mabawa. Au azadi. <laughs> I don't know, unajua kwa sababu gani. Nimejaribu kupitia pitia. Kuna nani? Yaani kuna kuna sources nyingi ambazo zinaongelea hiyo issue. Kuhusu kwamba huyo kiumbe alivyokuwa. Kama kama ukiangalia, ukisoma, ukiangalia kwa kwenye Ufunuo, kama kama nyoka ambaye anatajwa hapa kwenye kitabu cha Mwanzo, ndio yule yule anatajwa kwenye kitabu cha Ufunuo, basi inawezekana alikuwa na baba. Yeah, nakumbuka kitu kama hicho. Yeah. Kwenye ufunuo sasa, I think kwa nini kwenye ufunuo kuna nyoka mwenye vichwa zaidi ya kimoja okay? Alafu you are right, lakini mimi, unajua, sehemu moja ambayo inanitrabu maybe, labda it mm, sijichukulia kwamba ni kiroho sana <laughs> <Yeah. laughs> Yeah, sana nawaza yani, kuhusu nyoka hivi. Yeah. Pale mwanzoni tumesema kwamba waliolaaniwa wali, wali, wali, wali, ni Shetani pamoja na nyoka na sisi wenyewe wote pamoja na ardhi alibaki yeah, okay, salama baada, labda viumbe vingine na mimea. Okay. Okay. kwenye, kwenye, kwenye, moto, kwenye michoro mingi ambayo tunaionaga ya Adam na Eva na nyoka inaonekana nyoka nonekana juu ya mti. Lakini kumbuka tulikuwa tunasema ule mchoro naju umechorwa maana ni kabla Mungu aje, yeah, leo. Na tumesema Mungu alimpa adhabu nyoka ya kutembea kwa tumbo baada. Sijui hata inakuwaje mimi nahisi yeah. Ni watu hapa hawana ile original story ya ya, ya garden. Kwao wanaenda tu na ideas kwamba snake is like this. No problem, tumweke tu hivyo hivyo. Ila sasa

ninavyofikiria wana wachoraji, na wenyewe hawajawaza yeah, au labda ah, yeah, wanajaribu ku... kutengeneza kitu ambacho kila mtu ana idia nacho, wanavyokuwa walivyo, kila mtu ashaikuona wana, wanajaribu labda kutengeneza kontent ambayo kulingana na watu walivyozoea yeah, walivozoea, lakini hawachori kulingana na na kuzingatia maake. Kama ni hivyo, maake yule nyoka pale anayechora pale, maake akitakiwa ana mabawa au ana miguu ah.